Kwenye eneo fulani. Kwa hiyo sisi hapa Njombe eh, mamlaka ambayo imepewa kisheria kuhudumia wakazi wa mji wa maji Njombe inaitwa NJUWASA au Njombe Urban Water and Sanitation Njombe, sawa. Sisi tunahudumu kwenye kata tatu eh, pamoja na kwamba maeneo yote hatujafika lakini sheria inatutambua kwamba tunapaswa kutoa huduma kwenye kata ya Ramadhani, kata ya Mji Mwema na kata ya hapa Njombe mjini. Ninafahamu kwamba ninyi wote mmekuja ni wa hapa Njombe mjini na mmekuja kwa kweli kwenye kwenye kwenye wakati, wanasema wakati mwafaka, kwa sababu jana tu nilikuwa na kikao cha management eh, tulikuwa na kikao cha management kwa maana wasaidizi wangu wote, na tukawa tumeongelea swala la kutafuta namna au kutafuta forum ambazo zitawafanya wananchi wa Njombe waweze kuelewa shughuli mbali mbalimbali ambazo sisi tunazifanya kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji, lakini pamoja hata na kuelewa moja kwa moja kwamba changamoto ambazo zina zinapatikana kwenye swala la huduma ya maji kwenye maeneo yetu haya ya kihuduma e, kwa nini zipo na kama serikali lakini vile vile kama taasisi ambayo tumepewa dhamana ya kuhakikisha tunaboresha huduma ya maji, ni mambo yapi ambayo tunayafanya ambayo yanaenda kuzimaliza hizi changamoto. Kwa hiyo management tume tume tumepanga tume kwamba tuanze sasa kuwaita wananchi kwa maeneo wa haya ambayo tunayahudumia kwa ajili ya kuweza kuwapitisha at least unayosema wazungu wanasema believe is the sea, eh? au wale wanasema wa, Thomas anataka mpaka aone ashike kabisa, anasema, ah, kumbe hiki kitu bwana kiko hivi. Na kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu kubwa moja kwamba, eh, usipompa taarifa mwananchi maana yake atazitafuta sehemu ambapo anajua Eh, kwamba anaweza akahisi kwamba anaweza akapata taarifa sahihi, na kama asipokuja kwetu maanake atapata taarifa ambazo sio sahihi. Zinaweza zikawa sahihi lakini usahihi utokee basi kwenye, kwenye taasisi ambayo inatoa huduma kwa maana ya kwamba serikali kwa, kwa sababu imetupa dhamana hilo basi sisi tunajua mipango ya serikali inayoifanya ina kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji, kwa hiyo sehemu hii ni sehemu sahihi kabisa ya kujua nini ambacho kinafanyika kwenye mamlaka yetu ya maji kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha huduma ya maji katika eneo ambalo tumepewa kisheria. Kwa hiyo jana, wakati tunaongea na management, tayari tulikuwa tumeshapanga mipango ya ku ya kuweza ku, eh, kuanza kuwapitisha na ziara ya kwanza kabisa. Kwa tumepanga tarehe kumi na tisa tutawaita wenye viti wa mitaa kwanza, wenyeviti wa mitaa ambao tunajua wengi watakuwa e, kwa baada ya uchaguzi kupita mwaka jana, wengi tunataka tushiriki nao. Kwa hiyo tarehe kumi na tisa e, tutawaalika, kwa hiyo tutawaalika kwa ajili ya kuenda kuwapitisha, lakini wakati hilo tunaliongea kama management. E, mimi huwa napenda kuongea sana na na mwenezi na kweli namshukuru sana ananisaidia kwa namna moja au nyingine katika kuhakikisha kwamba wananchi wanajua mipango mbalimbali mbali ambayo huwa ina, inafanyika ndani hapa, na hata wakati wa kampeni, inawezekana taarifa nyingi hata wabunge walikuwa wanazipata kupitia kwa, kwa mwenezi, na tumpongeze kwa kweli, anajitahidi ufati. ufati na ufuatiliaji, hata data nyingine, mimi hata diwani leo ndio namuona lakini unawezekana yale yote aliyokuwa anayasema diwani alikuwa anayapata kupitia kwa mashirikiano ambayo tupo nayo kwa karibu na mwenezi. Hizi kata tatu, kama ambavyo mnafahamu kwamba hivi karibuni kumekuwepo na changamoto ya huduma ya maji e, uwepo wenu ujio wenu wa leo tutakwenda kujionea dhahiri kwamba kwa, kwa nini kumekuwepo na changamoto kwa nini kumekuwepo na changamoto kwenye huduma yetu, lakini pia mtakwenda kujionea e, mipango iliyopo ambayo inaenda kutatua changamoto ya huduma ya maji, lakini pia mtapata kuuliza maswali tukiwa site. Kuuliza swali lolote, muwe huru kabisa, mnauliza swali lolote, tutalitolea ufafanuzi kwamba e, ch changamoto hii itakwenda kuishaji eneo letu hili la Njombe Mjini ara yetu tumepanga, tutatoka hapa tukitoka hapa tutaenda kwenye chanzo kimojawapo ambacho kinaleta maji e, mjini katikati hapa pamoja na, na Ramadhani. Chanzo hicho ni kipya, kimekamilika hivi karibuni na hata huduma kimeanza kutoa huduma ni mwaka 2024 mwanzoni na, na kinaitwa chanzo cha Ijunilo. Inawezekana kwa namna moja au nyingine mkawa mnakifahamu kwa wale wenyeji, lakini kwa wageni tutaenda leo kukiona. Uh, mwaka jana mwezi kama huu hatukuwa na changamoto kivile, haikuwepo vile, ijapokuwa mwaka juzi kulikuwa na changamoto, mwaka juzi kulikuwa na changamoto kubwa. Baada ya utekelezaji wa huu mradi, mwaka jana umepita kama vile ilikuwepo kidogo, lakini sio sio sana eh, lakini ghafla mwaka huu tumeshangaa, changamoto imekuwa kubwa wakati chanzo ni kile kile, si ndio? Japokuwa tunaweza tukasema okay, labda eh, mahitaji yameongezeka eh, lakini tutaenda kujionea kule, tutatoa maelezo kwa nini eh, chanzo chetu tumesema kimepunguza uwezo wake wa kuzalisha maji, halafu then pale pale tukiwa site tutawaelekeza, tutawaeleza ni ni ni ni mipango gani iliyopo kwenye taasisi au serikali inafanya mipango gani kwa ajili ya kuhakikisha changamoto hiyo inafanyaje inaondoka na huduma ya maji inarejea. Tukitoka hapo tutaenda pia kuangalia mradi mpya wa Lugenge. Mradi huu umeanza kujengwa kama elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na mbili na mradi huu ulipata changamoto mwanzoni, fedha zilikuwa zinakuja kwa changamoto lakini hivi karibuni kwa sababu ya hii changamoto ambayo imejitokeza mwezi ulioisha, mwezi wa tisa, serikali iweza kutupatia fedha. Kwa hiyo mradi uko kwenye hatua ya mwisho, kwa hiyo nitapenda maelezo mengine ya mradi tutaenda tutayapata pale, lakini e, e, ule utatusaidia kupunguza changamoto kidogo, kwa sababu e, chanzo kile kitazalisha kita, kita, kita maji lita milioni moja na laki nne kwa siku na bahati nzuri mradi ule tayari mabomba yameshasambazwa na na mengine yameshaunganishwa na yale ambayo yale ambayo yanaendelea kutoa huduma kupitia chanzo cha Ijunilo, na zipo juhudi ambazo tunataka tuzifanyie kwa ajili ya kuhakikisha vyanzo hivi vingine vyote vinaanza kurejesha uwezo wake wa kunani, lakini itachukua muda kwa sababu wanasema ni changamoto za tabia nchi lakini na shughuli ambazo zinaendelea kwenye maeneo ambayo yanatoa ya ya maji, na nimesema kwamba Lugenge kimalizika ki, ki na bahati nzuri inamalizika mwezi huu itapunguza kidogo huduma ya ita, ita, tuseme itaongeza ita kidogo. Kama watu walikuwa wanapata labda siku moja kwa wiki, watapata labda siku mbili au siku tatu kwa wiki inategemea na jinsi maji yatakavyokuwa ya na, yanakuja lakini pia ni kama e, wadau wetu wateja wetu, lakini pia viongozi e, tunapaswa kujua kwa pamoja kwamba serikali inatekeleza mradi mkubwa wa maji, mradi mkubwa kabisa pale upo pale Hagafilo, au eneo kwenye mto Hagafilo, lakini zile treatment plant, kwa maana ile mitambo ya kutibu na kutibu na kutibu na kuchuja maji inajengwa pale Lugenyu, na ningependa baada ya kutoka Lugenge tutaenda pia kuona kazi zinazoendelea kule, kwa sababu tuko wachache e, tutatembelea vizuri mm. Na kama kuna mtu ana swali atauliza vizuri e, mradi ule mkubwa ambao ni wa zaidi ya shilingi bilioni arobaini na moja unaenda kutuondolea changamoto mbili. Hmm. Changamoto ya kwanza ni wingi wingi wa maji kulingana na mahitaji katika eneo letu hili la kata tatu ambalo kwa sasa hivi kwa mujibu wa sensa ya makazi na watu ya mwaka 2022 ina karibu watu elfu tisini na mbili, na ukitengeneza mahesabu vizuri pale ya mahitaji yani, tunahitaji tuna karibu lita milioni kumi kwa siku na wakati huo sasa hivi vyanzo vyetu hivi vingine sita ikiwemo cha Ijunilo hivi ambavyo sasa hivi vinatoa huduma ukiacha cha Lugenge, kwa sababu vinavyotoa huduma sasa hivi ni chanzo cha Wikichi Ijunilo ambacho tutaenda kukitembelea, chanzo cha Kibena, chanzo cha Magoda, halafu kuna chanzo cha Lunyanywi, kipo kingine kidogo pale Lunyanywi, halafu kuna, wapi, wapi, Magoda. Kuna Magoda. Na nyenga. Nyenga. Hivi vyanzo sita hivi vyenyewe uwezo wake wakati wanavijenga, ukijumlisha uwezo wa kuzalisha maji vilitakiwa viyo vina uwezo wa kuzalisha lita mpaka milioni saba na laki nne kwa siku, lakini hivi sasa tunavyoongea vinazalisha ukivijumlisha vyote vinazalisha lita milioni tatu kwa siku. Kama milioni tatu na laki moja kwa siku, kwa hiyo utagundua kwanza vyanzo tulivyonavyo sasa hivi havizalishi maji, havina uwezo wa kuzalisha maji kulingana na uwezo wake uliojengwa kutoka milioni saba mpaka milioni, milioni tatu imepungua. Mm, lakini wakati huo hata hiyo milioni saba na laki nne bado ilikuwa haina uwezo wa kutosheleza kuzalisha maji ya kututosheleza, kwa sababu mahitaji yetu kwa sasa ni lita milioni kumi kwa siku. Umeshaona? Kwa hiyo sasa hivi tunazalisha maji lita milioni tatu na laki moja kwa siku, wakati mahitaji ya watu wa Njombe ni lita milioni kumi. E, mipango iliyopo, kwanza mpango wa kwanza tunataka tuboreshe hivi vyanzo vilivyopo viweze kuzalisha maji mpaka milioni saba na laki nne yaani vile vilivyopo viwe vina uwezo wa kuzalisha maji kulingana na jinsi vilivyojengwa. Halafu kingine sasa, tunatakiwa sasa tuangalie e, kwa sababu hata tukifanya mipango ya kuboresha hivi vyanzo vilivyopo vizalishe maji ambayo vinaweza vikazalisha kwa uwezo wa jinsi vilivyojengwa, bado hayatoshi, na maji kila siku yanaongezeka, na ndiyo maana sasa serikali ikaja na mpango wa kujenga mradi mkubwa huo wa bilioni 41 ambao wenyewe peke yake utakuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni kumi na moja kwa siku. Kwa hiyo maana yake wenyewe peke yake ukikamilika, tayari utakuwa umetusaidia kuzalisha maji kwa mujibu wa mahitaji ya wananchi wa eneo ambalo tunalihudumia. Kuna watu wana visima au mndani ndio maana unaweza ukajikuta kelele sio kubwa sana kivile, kwa sababu kuna watu tunaotakiwa kuwahudumia wana visima vyao, lakini tutakapokamilisha ule mradi hata vile visima sasa wasipotumia, tutakuwa tuna uwezo wa kuzalisha maji kwa mahitaji ya watu wetu wa Njombe. Kuna ile mita sitini ambayo kisheria watu hawatakii kufanya shughuli za kibinadamu, sasa unakuta mtu yuko nje ya mita sitini kuna sheria ya kumkataza kufanya shughuli, kwa sababu shamba si lake, analima kule. Sasa kama analima, mvua ikinyesha, kwa mfano sasa hivi wameandaa mashamba, maanake wamekwatua ardhi, mvua zikinyesha tu ile, yale, lazima yale maji yakishatosheleza kwenye mashamba yatadondokea, yata toperote maji yanapita, tunakutana na, na maji ambayo yamebadilika rangi au yana udongo sasa mradi e, ule wa kwetu sasa wa mkubwa wa, wa serikali unao mtambo wa kusafisha maji, leo mtaenda kujionea ambao sasa, hata kama watu wakilima wakifanyaje, maji yakikusanywa yakitibiwa yakachujwa, tutakuwa na ubora wa maji utakaokuwa unapatikana kutoka kwenye ule mtambo ni ule ule. Kwa hiyo ndio advantage kubwa ambayo tutakwenda kuipata e, kupitia mradi huo wa wa Hagafilo wa au tunasema mradi wa miji ishirini na nane ambao serikali ya serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ime ilipigania kuhakikisha huo mradi unatekelezwa na unakuwa kwenye manufaa ya watu wa Njombe.